Watanzania, Watanzania wakamchagua, vijana Waislamu wakamchagua, anachaguliwa. Hotuba yake ya kwanza katika viwanja vya Dampo Ngokoz, katika hotuba yake mchaguliwa anasema, tahakikisha shule ya Waislamu hairudishwi kwa Waislamu. Moja hilo. Sisi Mwanza tuna shule yetu pale Mugani, Waislamu anasema nitahakikisha waislamu hawarudishiwi ile shule. Ile shule ya wote lakini t imerudi kwa Wakatoliki, bugando imerudi kwa Wakatoliki, shule nyingi zimerudi kwa Wakristo. Mbunge anaifia hii ya mbugani isirudi kwa Waislamu. Jana anatuoma kura kama Mtanzania, leo anatusalimia kama Mkristo. Sinanielewa na wote wako hivo lakini la pili anawaambia hadhara, tazameni urais wenu mdini, mkuu wa mkoa wa muislamu, mkuu wa wilaya fulani muislamu, mkuu wa wilaya fulani muislamu, udini udini tu hapa udini. Jana ah, unatuomba kura wa Tanzania, leo tumekupa kura, we ni Mkristo, unatetea kanisa, na wote wa Kristo walio kwenye nyadhifa ni hivyo hivyo Wao huwa na majimbo, hawajaenda bungeni, mimi mgombea wa jimbo fulani, mimi mgombea wa jimbo fulani. Lakini Waislamu mjue, mkishawachagua wakaenda bungeni, wao ni jimbo hili, majimbo yote yanakufa, wanaakia na jimbo hili. Jimbo gani? Kanisa. Wanabaki na jimbo moja tu, kanisa. Sasa hii Waislamu ni changamoto, ni changamoto. Tunakwenda kwenye mijadala ya katiba. Shehe wetu, viongozi wetu watafute nafasi yao kwenye katiba. Sasa hivi katiba inatekwa nyara, bado Waislam hatujapata nafasi yetu. Nashukuru Shehe Amiri wetu, Shehe Musa Kundesha wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi, yuko hapa ananisikiliza. Sheikh Kundecha atengeneze njia, awaitishe maimamu na maulama wa nchi nzima, Waislamu na sisi tutafute nafasi yetu kwenye katiba mpya. Ni ipi? Atupe kazi Sheikh Kundecha, Musa Kundecha atupe kazi tufanya. Akisema inga tembea nchi nzima, tembea. Sheikh Kundecha afungue, afungue mlango Waislamu nchi nzima tukutane, tutafute mwelekeo wetu wa katiba kama Waislamu wa Tanzania. Bado wako watu hai, kina kuikima, wanasheria wako hai, wasaidie mawazo, bado tunazo rasilimali. Tusikumbwe na mjadala wa katiba ghafla, hapana. Viongozi wetu wa kitaifa yu papa Sheku Ndeche, tuna shehe wa wilaya, tuna shehe wetu Shehe Shabasalu tunaye hapa mkoani Tukae tuone tunaingiaje Waislamu kwenye mjadala wa katiba, usitukumbe kama vile hatuna habari. Watu wameanza, Wakatoliki wamekwisha andika katiba, wa Kristo wao wanayo, na wanataka mpaka mwezi wa sita katiba hiyo imepitishwa, ianze kazi, na katiba yenyewe ni kama ilani hii niliokusomeeni hii. Wao wa Kristo wamehodhi katiba sasa so, so, sisi tunafanyaje? Ndio Shembega anasema kwanza, kuanzia tuwe wamoja. Tumefika mahala pagumu sana, tusipokuwa wamoja. Mufti wetu, Mufti Isa bin Shaban Simba, mpole mpole sana, mufti wetu mpole sana, lakini naye kafika mahala ametamka juzi, katamka kasema, sasa too much tumekupaniyote ayo ayo bado wa muziki katamka. Mufti wetu yani mzidi sasa, mufti Shaban Simba wakaina Kundecha watufungulie mlango, Waislam tunaingiaje kwenye katiba? Ndio ndio changamoto iliko sasa, labda kama tujaona tunaingiaje. Mi na wazo mawili nataka nimeshe Kundecha na Nigeria ni nchi, kwa muda mrefu ilikuwa na msuguano wa Islam na Wakristo. Nchi ya Nigeria mwaka 1966 Tanzania chini ya Nyerere ilipeleka majeshi Nigeria kulisaidia jimbo la Biafra. Vita vile ni maarufu sana, vita vya Biafra. Kamanda mkatoliki Odumwenu Ujuku alikuwa anapigana jimbo la Biafra kujitenga, lijitenge na Nigeria, iwe nchi inayojitegemea. Ujuku alisema hivi, lazima jimbo la kusini lijitenge kwa sababu linanyanyaswa, kupuuzwa na kukandamizwa na waislamu wa kaskazini. Wakati huo rais wa Nigeria ni mwislamu Abubakari Tafawa Balewa. Wakristo kuwa chini ya Islam, Nigeria, wakaona haiwezekani; bora tujitenge na wazo hili Nyerere akalikubali akapeleka majeshi kusaidia wakatoliki wenzake Wabiafra wajitenge, na akaeleza Nyerere kwa nini watu wakae na msuguano, ni bora kujitenga, watu wakae na amani. Na sisi waislamu wa Tanzania tunasema midhali sisi tunataka kavi mkristo ataki, tunataka OIC Mkristo hataki. Na midhali yeye Mkristo anataka nguruwe wake, sisi hatutaki, kwa nini tusuguane? Katiba ieleze tugawane nchi. Anaifuga nguruwe wake afuge bila tabu, na anayetaka kadhi wake wa kumkata mkono akae na kadhi wake bila tabu. Wanagawana Sudani wameshagawana Wakristo kusini Waislamu kaskazini, wamegawana wa Nigeria, na Nyerere akaunga mkono. Na sisi tunakwenda kwenye katiba, Sheikh Kundecha, tuwe tutugawane. Kwa nini tuuane? Nchi kubwa hii, pengine mpaka utakuwa leli ya Kigoma, wengine waende huku wengine waende kusini, yaishe. Sasa ikiwa hili utaki, unataka nini? Mi nataka kadhi, we utaki mimi nataka OIC we utaki, we unataka nguruwe wako, mimi sitaki. Tutachinjana kutochinjana, tunagawana, ingie kwenye katiba hii. Halafu kama nchi yetu wote basi, na Ijumaa tupumzike, si nchi yetu wote? Msabato anapumzika Jumamosi, na Wasabato nchi wachache Wakristo wengine wanapumzika Jumapili, anaenda kanisani, moyo haumdundi. Mwislamu, muislamu anaenda msikitini, moyo unamdunda. Mungu ajira. Mwanafunzi wa kiislamu anaenda msikitini, moyo unamdunda, ni swali au viboko? Sasa kuondoa hii, kama nchi yetu wote, ijumaa tupumzike na sisi tuswali, polepole tuvute nyiradi zetu, tumza bila wasiwasi wasi. Sasa nimeyatanguliza hayo mashehe, na kuombele radhi, nimechukua muda mrefu sana. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. <laughs> nafasi hii kwa heshima na taadhima inamkaribisha mgeni wetu ndugu yetu jamaa yetu kipenzi chetu, Shekhe Ilunga Hassan, ili aweze kufikisha maudhuri, na hapa ningeliwaomba wasikilizaji mkae vizuri. Ameanza kuroana kabla hajazungumza, wakati alikuwa Ki. Sasa ndio moto unataka kuwaka siwaska.